Novatus Dismas Miroshi alizaliwa tarehe mbili 2 mwezi wa tisa 2022. Ni mchezaji wa soka wa nchini Tanzania ambaye kwa sasa anachezea katika klabu ya Gekizepe ya Uturuki. Amekuwa akiitwa timu ya taifa ya Tanzania, akicheza kama kiungo wa kati mwenye sifa ya kutumia miguu yote miwili, yaani mguu wa kushoto na kulia. Novatus alianza maisha yake ya mpira ya miguu katika klabu ya Azam Football Club ya nchini Tanzania, akianza timu za vijana kabla ya kupandishwa kwenda timu ya kubwa, ambapo akufanya vizuri na akatolewa kwa mkopo kwenda timu ya Biashara ya United ya Msoma mkoani Mara ambapo alifanya vizuri sana na kuwa mchezaji bora chipukizi wa ligi. Baada ya kufanya vizuri akiwa na Biashara United alijiunga na klabu ya Makabi Tel Aviv ya Israel msimu wa mwaka elfu mbili ishirini na moja mpaka ishirini na mbili ingawa kupata nafasi ya kucheza mechi ya ligi kuu, alipelekwa kwa mkopo katika klabu ya Beita Tel Aviv Batiam, ambapo alicheza mechi 24 na kufunga bao moja msimu wa 2022 mpaka 2023. Alisaini mkataba wa miaka mitatu ya Zulte Waregem nchini Belgiji akicheza mechi 33 katika ligi ya peli. Baada hapo alitimkia Shak Beneski kwa mkopo msimu wa mwaka 2023 na 24 ya Ukraini. Akiwa Shak Beneski aliweka historia kwa kuwa Mtanzania wa pili baada ya Mbwana Samata kucheza katika ligi ya mabingwa Ulaya, UEFA Champions League. Miroshi alishiriki mechi ya kwanza ya UEFA Champions League akiwa na Shakhtar Donetsk dhidi ya FC Porto, ambapo timu yake ilipoteza kwa mabao matatu kwa moja ikiwa alicheza dakika 90 akionyesha uwezo wake katika mashindano hayo barani Ulaya akiwa skikizi Miroshi aliwakilisha Tanzania katika timu ya vijana chini ya miaka 20 kwenye kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2021, akifunga bao lake la kwanza dhidi ya Gambia katika sare ya moja moja. Baada ya hapo alionekana kuwa mchezaji mwenye nidhamu na kulinda kipaji chake. Alipoitwa katika timu ya kubwa ya Taifa Stars iliyocheza na Jamhuri ya Kongo tarehe mbili mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na moja katika mechi ya kufuzu kombe la dunia iliyomalizika kwa sare ya moja moja. Bao lake la kwanza katika timu wa kubwa ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 9 2021, katika ushindi wa tatu kwa mbili 2 dhidi ya Madagascar. Mpaka kufikia sasa Miroshi ameshacheza mechi 24 na kufunga mabao matatu kwa timu ya taifa ya Tanzania. Msimu uliofuata wa mwaka 2024 mpaka sasa 2025, alitimkia Uturuki katika klabu ya Goztepe ambapo alisaini mkataba wa miaka minne kwa mchezaji halisi wa timu hiyo ameshacheza mechi 15 na kufunga mabao matatu. Huyu ndiye Tanzania finest anayewakilisha vyema nchi yetu. Mungu wa mlinde na kumpa su jila, apambane atimize ndoto yake. Watanzania tunamwombea kila la heri, mapambano mema. Kikwiti hapo ni mimi mhariri wako na msomaji Ulamadan Alan cha